za mtoto mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto umeeleza haki za msingi zinazotajwa kwa mtoto kama ifuatavyo: haki ya kuishi, haki ya kuendelezwa, haki ya kuli, kulindwa, haki ya kushirikishwa na haki ya kutobaguliwa. Asante ndugu Mheshimiwa Spika wa Bunge, naomba kuwasilisha.